Akizungumza baada ya ukaguzi wa majengo hayo, Dr. Florence ametoa maelekezo kwa uongozi wa hospitali hiyo kuwa ujenzi wa majengo hayo ukamilike haraka na yaanze kufanya kazi, kwa kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha huduma za afya zinatolewa kwa wakati, maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba miradi ambayo imeanza ikamilike yote. Maana tumetoka kwenye uchaguzi utafahamu, tum, uh, ilani ya Chama cha Mapinduzi imewaahidi wa, wa Tanzania mambo mengi Ahadi ni nyingi, muda ni mchache, kwa lazima tuende kwa kasi kuhakikisha kwamba ahadi tulizoahidi wananchi wetu tunaweza kutekeleza. Nimetembelea miradi mitatu tuliyokuwa tumekusudia kuitembelea, ambapo ni jengo la dharura na wagonjwa, tumeona aliko asilimia 94, lakini tumetembelea jengo bon, uh, la wagonjwa mahututi tumeona liko asilimia 96 na tumetembelea jengo la damu salama ambalo tumeona liko asilimia 75. Ni wachukue nafasi hii kuwapongeza kwa kazi nzuri mliofanya ya kusimamia miradi hii mpaka imefika sehemu hii, lakini sasa ni waombe miradi iliyofika asilimia 96 na 94, kwa maana na jengo la dharura na jengo la wagonjwa mahututi tunaomba yaanze yamaliziwe haraka na yaanze kazi mara moja, kama mlivyoahidi kwenye taarifa yii, kwamba tarehe 2 na tarehe 27, mheshimiwa waziri Muhammed Mchegela atakuja kufungua hayo majengo lakini akute yameanza kazi. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara Dkt Yasige Mutajwa amesema ujenzi wa majengo hayo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tatu upo kwenye hatua za mwisho kukamilika. Haya ni majengo ambayo yanaendelea kutekelezwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, na takriban majengo haya yakikamilika, gharama itakaokuwa imetumika mpaka ukamilishaji wake itakuwa ni karibu shilingi za kitanzania bilioni tatu. Miradi hii imeendelea kwa awamu kadhaa na sasa hivi tumepokea kiasi cha shilingi bilioni moja kutoka serikali na sasa hivi tuko kwenye hatua za umaliziaji ili majengo haya yaweze kutumika. Na katika ziara leo tumeweza kupokea maelekezo ya Mheshimiwa naibu waziri kwamba ifikapo tarehe 27 mwezi wa 12 majengo haya yameshaanza kutumika. Na sisi pia tulimwahidi kwamba tutasimamia maana mafundi wako site na fedha tunazo na karibu taratibu zote za manunuzi zimekamilika. Kwahiyo kwa muda ambao tumepewa, tunaamini kabisa kwamba tuta, umwezi, kumlambi, tuta kwa uu mwezi tunaoingia wa kumi na mbili tutaanza kutoa huduma kwa wagonjwa wa dharura, lakini pia na wagonjwa wa